Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Davis Mamunyange amewataka wahitimu wa, wa mafunzo ya ukamanda na unajimu una kutoka katika nchi nane za Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na nchi wanachama wa Jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika SADC kutumia mafunzo hayo katika kuleta maendeleo kwa nchi zao. Akizungumza katika mahafali ya thelathini yaliyofanyika katika chuo cha ukamanda na unajimu katika eneo la Daruti wilayani Arumeru mkoa mkoani Arusha, Jenerali Mumunyange amesema ana imani mafunzo hayo yatasaidia kuwajengea uwezo na nchi zao na kujiamini katika pamoja na kuwa viongozi bora. Taarifa zaidi na Sechelela Kongola. Wahitimu wa mafunzo ya ukamanda na unajimu katika nchi nane za Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na nchi wanachama wa Jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC waliohitimu katika chuo cha mafunzo ya ukamanda na unadhimu kilichopo katika eneo la Duruti mkoani Arusha. Mkuu wa chuo cha ukamanda na unadhimu cha Duruti Brigedia Jenerali Silvesta Minja amesema lengo la mafunzo hayo ni kuandaa makamanda ambao ni maafisa wanadhimu kwa ajili ya kufanya kazi za unadhimu wakati wote. Kusudi la kozi hii ni kuandaa makamanda ambao ni maafisa wa wanadhimu kwa kiwango cha juu kabisa kwa ajili ya kuweza kufanya kazi za unajimu, lakini vile vile kuwa makamanda wakati wa amani na wakati wa vita, na kozi hii inachukua makamanda wenye vyeo vya kuanzia meja na luteni kanali. Pia amesema nia ya mafunzo hayo ni kufanya mafunzo ya pamoja na kuweza kujenga uaminifu kati ya majeshi hayo katika kuleta amani kwa nchi hizo za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika. Nia na lengo ni kufanya mafunzo pamoja, kuweza kujenga uh, trust na confidence kati ya majeshi yetu kwa ajili ya jukumu zima la kuleta amani na ulinzi katika kanda yetu ya Afrika mashariki na ya Sadeki. Kwa upande wake, mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Davis Mamunyange amewataka wahitimu hao kutumia taaluma waliyoipata katika kukabiliana na changamoto zilizopo katika nchi hizo, hatua ambayo walianzisha mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa hao <totipa> Maafisa 37 wamehitimu mafunzo hayo ambapo kati ya hao mwanamke ni mmoja, huku 36 ikiwa ni wanaume ambao wametoka katika nchi za Burundi, Kenya, Namibia, Rwanda, Uganda pamoja na Zambia, Zimbabwe na wenyeji Tanzania. Secerela Kongola, TBC1, Arusha.